Yes, mambo vipi mwana michezo wa sawa sawa digital? Hope uko poa kabisa na e, unaendelea kutufuatilia sisi kama sawa sawa digital, kwa sababu tunakupatia taarifa ambazo unakuwa unastahiri kuzipata. Niko na story ya michezo kuhusiana na e, swala zima la mchezaji ambaye kwa sasa hivi e, yuko katika viunga vya Azam au sio? Ni Azam FC, moja kati ya timu ambazo pia zinafanya poa e, katika ligi kuu cool, hapa hapa nikimaanisha NBC Premier League, lakini moja kati ya wachezaji ambao wanapatikana katika timu hiyo ni Faisal Salum mtoto kutokea kule e, Zanzibar, Zanzibar finest

mtoto huyo au mdogo huyo aweze kutafuta e, ugari sehemu nyingine, na hii ikamsababishia Feisal Salum kuweza kuelekea katika viunga vya Chamazi, nikimaanisha Azam. Lakini pia kwa stori za mashabiki wengi, wamekuwa wakitamani kwamba e, Feisal Salum aweze kuchezea katika timu tofauti tofauti. Kuna mashabiki wa Simba ambao wanatamani sana kwamba Feisal pia aweze kuchezea timu yao ya Simba, lakini pia kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga wanatamani arudi ya Yanga, lakini pia baadhi ya mashabiki wa Azam wanatamani abaki Azam. Sasa na msimu huu unakwenda kuishia, tuko mwishoni mwishoni, katika mechi za mwisho mwisho mwisho kabisa, ili kuweza kukamilisha msimu wa 2024-2025 eh, katika swala so zima la ligi kuu NBC Premier League. Nani atachukua kombe, ikiwa Yanga anashika nafasi ya kwanza, Simba nafasi ya pili, nafasi ya tatu ikishikiliwa na Azam, lakini pia bila kusahau nafasi ya nne ikishikiliwa na Singida Black Stars kutokea kule eh, Singida. Sasa, wewe maoni yako ni yapi kwa msimu ujao? ungetamani Feisal Salum aweze kuchezea timu gani? arudi Yanga likokuwa mara ya kwanza Abaki Azam FC, au aende eh, pale Msimbazi nikimaanisha Simba Sports Club eh, comment yako itakuwa ni muhimu sana. Drop comment yako hapo chini tujue kwamba maoni yako wewe unatamani, eh, Feisal Salum eh, Zanzibar Finest aweze kuchezea eh, timu gani Simba, Yanga, ama endelee kubaki Azam, na sisi kama sawa sawa ligito tutapita na comment zako kuhusiana na swala hili. Ni kipi maoni yako kuhusiana na eh, Feisal Salum? Endelea kutufuatilia hasa katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau YouTube kwa kusubscribe channel yetu ili ukuwe kupata taarifa zote hapo hapo kigenjani mwako.